Kufanya maamuzi ya kununua simu gani ni rahisi sana. Hicho ndo nilichokuwa naamini mpaka pale nilipojichanganya na kuingia cha kike na kufanya maamuzi mabaya ya kununua simu isiyo sahihi kwangu. Kwa nini? Unaweza niuliza. Kwa sababu kuna vitu sikuvifahamu na kuna vitu sikuvizingatia wakati wa kununua simu, na leo sitopenda urudie kosa nilolifanya. Ndio maana nitaenda kukuelekeza vitu sita vya kuzingatia kabla ya kununua simu. Mimi ni Saitoti na unatazama Touti Tech. Cha kwanza kabisa ni price. Jiulize, niko tayari kutoa kiasi gani cha pesa kununua simu? Je, ni laki mbili, laki tano, milioni moja au milioni nne? Ukishajua bajeti yako, itakusaidia kupata mwanga ni aina gani ya simu unaweza afford. Mfano, ukiwa na milioni mbili au zaidi unaweza kununua iPhone Pro Max, Pixel Pro au Samsung A -Series latest. Lakini kama una budget ndogo, usiharakishe kununua simu mpya ya kawaida. Kwa nini? Kwa sababu ukinunua flagship used, itakupa value na uwezo zaidi kulinganisha na simu mpya ya kawaida. Na kusema ukweli, mimi na wewe hatupendi vitu ambavyo vishatumika. Lakini fikiria hivi, kuliko uchome shilingi laki saba kununua Tecno Camon 40 Pro mpya ni heri ununue Google Pixel 8 kwa bei hiyo hiyo. Sio kwa sababu Tekno ni mbaya ila kwa sababu flagship ingekupa value zaidi katika asilimia tisini ya vitu. Kwa hiyo mshikaji wangu, kumbuka kuwa siku zote flagship, hata kama ni ya miaka miwili nyuma, itakupa value zaidi kushinda mid-range ya mwaka huu. Na pia kila Ijumaa niko hapa kukupa somo kuhusu teknolojia bure kabisa. Kwa hiyo hakikisha unagusa hiyo alama ya subscribe ili tuweze kwenda pamoja. Ukiachana na hali ya hewa moja kati ya vitu ambavyo vitabiriki nchini Tanzania ni umeme. Muda wote unazimika na kuwa na simu yenye uwezo wa kukaa na chaji ni muhimu sana. Lakini hizi simu unazijuaje? Unaponunua simu tafuta yenye betri ya miliampa 5500 au zaidi sababu hii itaweza kukusogeza siku nzima na itakupa amani pale umeme unapokatika. Ikishindikana sana, tafuta yenye miliampa 4000 kama Pixel 6 au S24 ambayo bado itaweza kukusogeza siku nzima lakini haitokana na chaji sana kama ya miliampa 5500 au miliampa 6000. Chini ya miliampa 4000 aisee, itabidi uwe unatembea na chaji kama watumiaji wa iPhone. Na umeme ukikatika <laughs> unakuwa upatikani. Naamini matumizi yako ya simu hayatofautiani sana na ya kwangu ambapo tunatumia simu kuscroll mtandaoni, kuangalia movie, kutuza picha na video au hata kucheza magemu na hivi ufanya storage na RAM kuwa muhimu sana. Sasa swali linakuja, ni kiasi gani kinatosha? Kiasi kinachotosha kitategemeana na matumizi yako, lakini unaponunua simu hakikisha kiwango cha chini cha storage ni GB 128. Sio GB 64 wala GB 32 sababu, asilimia kama tano itakuwa imeshachukuliwa na system. Kwa hiyo kama una GB 64 unabakiwa na GB 60 bila kuweka apps zako, video, picha na movie. Na kama una vitu vingi consider kuchukua GB 256 au zaidi. Kwenye upande wa RAM, tafuta simu yenye RAM GB 8 na kuendelea, maana hizi zitafanya simu yako isiwe na kasi au uwezo tu, bali pia utakaa nayo muda mrefu bila ku lakini ukikosa sana usishuke chini ya GB 6 maana chini ya hapo utaichukia hiyo simu vipi kuhusu iPhone kama upo kwenye upande wa kuchukua iPhone usiwaze kuhusu swala la RAM kwa sababu iPhone inaweza kufanya mengi kwa RAM ndogo mfano RAM GB6 kwenye iPhone inaweza shindana au kuizidi RAM GB 12 kwenye Android je yeah, ni simu gani unatumia embu niambia hapo chini kwenye comments Katika ulimwengo wetu wa social media na kutengeneza content, kamera nzuri ndio kila kitu na vitu vya kuzingatia. Usinunue simu kwa sababu ya megapixels, maana megapixels nyingi haimaanishi picha nzuri. Mfano hapo kwenye screen kuna picha mbili, moja imepigwa na simu yenye megapixels hamsini na nyingine imepigwa na simu yenye megapixels mia na nane. Ipi unaona ni nzuri? Hiyo upande wa kulia ndio nzuri, sio? Sasa hiyo picha imepigwa na simu yenye megapixels hamsini. Hii inadhihirisha kwamba megapixels nyingi haimaanishi picha nzuri. Mapendekezo yangu, kama unataka simu yenye kamera nzuri, nunua iPhone, Samsung S series au Google Pixels, sababu siku zote flagship hata kama yenye miaka miwili nyuma itakupa kamera kali kushinda mid range ya mwaka huu. Sasa mshikaji wangu, tuje kwenye upande unaochanganya wengi, ambao ni 4G dhidi ya 5G. Ipi muhimu? Kiufupi, 4G to mtandao tumekuwa tukitumia kwa muda mrefu sana na unatosha kwa ajili ya WhatsApp, YouTube, Instagram au hata Netflix bila stress yoyote, lakini 5G inakupa spidi mara 20, au zaidi ya 4G, ikimaanisha kwamba faili la GB5 kwenye 4G utatumia dakika kadhaa kulidownload, lakini kwenye 5G utatumia sekunde kadhaa tu. Sasa swali linakuja, je, unahitaji 5G kweli? Ukweli ni kwamba coverage ya 5G nchini bado ni ndogo sana, ikimaanisha kwamba ukinunua simu inayosupport 5G leo, hautoweza kuexperience ile speed za 5G unless upo katika sehemu zinazo support 5G. Kwa hiyo 4G bado itaweza kukupa experience nzuri katika sehemu nyingi, lakini pia ni muhimu kuconsider 5G kama unataka kutumia simu yako kwa muda mrefu, na pia kama ungependa kuexperience speed za 5G pale coverage itapokuwa imekamilika, au kuexperience 5G katika sehemu ambazo zina support 5G. Mwisho tuzungumzie kitu wengi tunachukulia poa ambayo ni software update. Je, hii simu itakuwa supported kwa muda gani au imbakiza muda gani kuwa supported na kampuni husika? Sababu umuhimu wa software update ni hufanya simu yako kuwa up to date, hufanya improvements kwenye security na pia hufanya marekebisho katika software performance, pamoja na kamera pale changamoto zinapotokea. Kwa hiyo kwa urahisi usinunue simu ambayo ishatoka au inakaribia kutoka kwenye software support kwa sababu itakuwa ni upotezaji wa hela haswa pale unapotaka kuitumia simu yako muda mrefu. Na njia rahisi ya kujua kama simu inapata update ni kugoogle aina ya simu alafu software support mwisho. Mfano, usinunue Samsung S22 Ultra sababu inakaribia kutoka kwenye mfumo na usinunue matoleo ya nyuma sababu yametoka kwenye mfumo. Instead, nunua S23 Ultra na kuendelea. Kwenye Pixel usinunua Pixel 6 kushuka. Instead nunua Pixel 7 kuendelea. Kwa iPhone usinunue iPhone 11 kushuka. Instead nunua iPhone 12 kupanda. Kiufupi kama sim haipati software support au imeshatoka kwenye update cycle usinunue, narudia tena usinunue. Na pia mshikaji wangu, kama umejifunza kitu, hakikisha una share hii video na marafiki zako, ili na wao waweze kujifunza. Na kama hujui ni aina gani ya simu unataka kununua, gusa hii video hapo kwenye screen, nimeweza kuelezea vizuri ni aina gani ya simu ununue. Asante kwa kutazama. Mimi ni Sidoti kutoka Touti Tech na tutaonana baadaye.